Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini wakati mwingine unasikia kitu fulani ndani yako kinakusukuma kufanya jambo fulani lakini baada ya muda kingine kinakuzuia? Je, umewahi kukaa kimya na ukahisi kana kwamba kuna maongezi ndani yako yanayojaribu kukuongoza, kukukosoa, kukutia moyo au kukatisha tamaa? Na kama umewahi kupitia mambo hayo, ujue huna tatizo. Ndiyo maisha ya ndani ya mwanadamu yanayofanya kazi. Kila siku tunafanya mamia ya maamuzi ta wakati mwingine bila kutambua tunachagua ni nini cha kusema, wapi pa kwenda, jinsi ya kujibu na namna ya kufikiri, lakini mara chache sana tunajiuliza swali hili la msingi: ni nani anayeongoza kufanya uamuzi huu? Kwa wengi, wanadhani kila uamuzi unatokana na wao wenyewe, kumbe ndani zipo sauti tatu zinazofanya kazi, na kila moja ina namna ya matokeo yake. Kisayansi, Eh, akili ya mwanadamu ina mfumo wa mazungumzo ya ndani unaoitwa internal dialogue au inner speech. Kiroho, Biblia imethibitisha kuwa kuna mazungumzo hayo si ya upande mmoja bali ni uwanja wa sauti tatu zinazoshindana, sauti ambazo kila moja ina tabia yake, ina malengo yake, ina mwelekeo wake na matokeo yake. Suala so, muhimu si kwa sababu ya sauti hizo tatu, lakini je, utazitambuaje? Na je, unajua ni ipi inapaswa ata na ni ipi inapaswa kupuuzwa. Hasa leo tutaangalia matokeo yake na hizo sauti, maana neno la Mungu limedhibitisha ya kwamba zipo sauti kama umewekukaa peke yako. Hata hapo ulipo unaweza ukajisikia wakati mwingine, kuna mambo yanakuongelesha, kuna namna unavyohisi kuna jambo unatamani ufanye, lakini kuna kitu kinakuzuia. Hasa leo tutaangalia sauti tatu zilizoko ndani ya moyo wa binadamu, na hizi zinamhusu kila mmoja. Ni kuombe ungana nami usipoteze hata dakika moja katika somo hili zuri, lakini pia ni kuombe ikiwa hujawahi kusubscribe channel hii, tafadhali sana, na Mungu akubariki sana, ubonyeze alama ya subscribe. Sauti namba moja, ni sauti ya nafsi yako. Hii inahusisha mawazo yako, hisia na tamaa zako. Sauti ya kwanza inayozungumza ndani yako ni sauti yako mwenyewe. Hii ni sauti inayotokana na mawazo yako, hisia zako, kumbukumbu zako, mazingira na tabia na matamanio ya mwanadamu. Kisaikolojia, kila mwanadamu hufanya kazi kwa kutafuta raha, urahisi, usalama na udhibitisho wa nafsi, self validation. Hiyo sauti mara nyingi hulenga kukuletea kilicho chepesi ki kinachokufaa wewe au kinachoendana na mantiki zako binafsi badala ya mapenzi ya Mungu. Kiroho, sauti ya nafsi ndio inayofanya mtu aseme nikienda hivi nita, nitafaidika na nini? au kwa nini nichague jambo gumu wakati jambo rahisi lipo? Mara nyingi sauti hii haiji kama uovu, bali kama mantiki au busara ya kawaida kabisa. Lakini busara ya kawaida inaweza kukosa mantiki ya mapenzi ya Mungu, maana Biblia ili sema wazi ya kwamba iko njia inayoonekana kuwa ndiyo bora zaidi kwa mwanadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Katika Mithali sura ile ya 14 katika eh, fungu lile la 12, hapo neno la Mungu limesema lime hivyo. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kinaonekana ya kwamba ni akili yako yenyewe, ni matamanio yako, ni mapenzi yako. Na akili ya mwanadamu mara nyingi inaenda katika matamanio yake yeye mwenyewe kiimsaidie kupata kile kilicho bora zaidi, kile kinachomrahisishia wepesi. Hata hivyo nimekwisha kusema ya kwamba wakati mwingine hii inaonekana kwamba inaendana na mantiki ya akili yako. Mfano mzuri tunaona kwa Petro alipomzuia Yesu asiende msalabani, kwa kuwa eh, hakuwa na nia mbaya, aliongea kutokana na huruma. Hii ilitokana na hisia ya ndani ambayo Petro alikuwa nayo kwa na Bwana wake Yesu, lakini Yesu alimjibu kwa maneno makali, rudi nyuma yangu shetani, kwa maana huwezi ma, huwezi mambo ya Mungu bali ya wanadamu. Katika kile kitabu cha Mathayo sura ni ile ya kumi na sita fungu lile la ishirini, ishirini na tatu. Hapa tunajifunza kuwa hisia na mantiki vinaweza kuonekana ni vizuri sana lakini vinaweza vikaendana na mapenzi ya mwanadamu tu wala si mapenzi ya Mungu. Utasoma pia mafungu kama Yeremia sura ile ya 17 fungu la 9, nasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Kwa hiyo moyo unaweza ukawa uka, uka mdanganyifu, kwa sababu ni matamanio ya moyo. Katika kitabu kile cha Mithali sura ya tatu fungu ni lile la la la, la, la tano anasema ya kwamba usitegemea akili zako wewe mwenyewe, bali katika kila jambo mtegemee Bwana. Kwa hiyo wakati mwingine akili yako inaweza ikakuongoza, wala hii haihusishi e, na, na na Shetani au Mungu. Ni akili yako mwenyewe, matamanio yako mwenyewe e, yanaweza yakakuongoza kufanya kufanya kufanya kufanya maamuzi. Na pia ukisoma ma, ma, Mathayo sura ile ya eh, Mathayo sura ile ya ishirini na sita fungu la la arobaini na moja la, la, la, la, la eh, anazungumzia habari ya mwili kuwa, kuwa, kuwa, kuwa dhaifu. Kwa hiyo eh, sauti ya kwanza inayozungumza ndani yako hii ni sauti ambayo ni ni ni, ni, ni, ni ya mawazo yako tu, hisia ya zako matamanio yako, eh, yale yote ambayo unatamani kwa mapenzi yako wewe mwenyewe yanakusemesha katika kufanya maamuzi. Kwa hiyo hilo lichukulie makini sana na kila unapofanya maamuzi utambue, ya kwamba e, je, ni matamanio yako au kuna nguvu nyingine? Sauti nyingine inayozungumza ndani ya mwanadamu, hii ni sauti ya adui, sauti ya udanganyifu hofu na mashaka ya dhambi sauti ya pili inayoshindana ndani yako ni sauti ya adui hii si lazima ije katika mlio au sauti ya nje mara nyingi inaingia kupitia mawazo mitazamo mashaka hofu au mitazamo potofu juu ya Mungu juu yako wewe mwenyewe au juu ya wengine Kisaikolojia, hofu na mashaka ni ishara zinazovuruga maamuzi na kupunguza uwezo wa mtu kuchukua hatua sahihi. Kiroho, adui hutumia hizo hizo kusababisha mtu asite, aogope au aharibu safari yake mwenyewe ya kiroho. Sauti ya adui huja na msisitizo wa presha badala ya amani, huleta haraka zisizo za kimungu, inaleta lawama, inakuelekeza katika njia ya aibu tamaa. Adui haji kama e, uta, u, u, utaunga kupitia e, e, huja. Adui haji kama utaangua kupitia dhambi ya mwili au dhambi ya mawazo mradi tu usifike katika mapenzi ya Mungu. Hivyo ndiyo sababu Biblia inasema kwamba mwivi haji kuiba na kuwa, ila anakuja kuharibu katika Yohana sura ya kumi fungu la kumi, kumi. E, ukisoma mwanzo sura ya tatu, sauti ya adui ili ili, ili, ili, ili, ili muingia hawa si kwa e, kelele bali kwa swali ati hivi ndivyo Mungu alivyosema. Kwa hiyo sauti ya adui mara nyingi inaleta mashaka. Uh, katika Mwanzo sura ya tatu uh, uh, ha, Hawa aliulizwa kwamba ati hivi ndivyo Mungu alivyosema, kwa hivyo ikamletea mashaka. Ni sauti ya kuamsha shaka uh, si kwa lengo la kutafuta ukweli, bali kwa lengo la kuvuruga imani. Katika Mathayo sura ya nne pia utasoma ya kwamba adui alimjaribu Yesu, lakini pia utasoma wa Korinto Eh, Wakorinto wa pili sura ni ile ya kumi na moja na fungu la nne, Shetani hujigeuza kama malaika wa nuru. Kwa hiyo anakuja kwa busara, lakini utamgundua kwa sababu mara nyingi hupingana na mapenzi ya Mungu, na mapenzi ya Mungu ni kukuletea amani. Kwa hiyo sauti hii utaigundua inakuja na pressure, inakuja na hofu, lakini pia inakuja na mashaka, inakuletea mashaka ambayo yanakuondoa katika uwepo wa Bwana, na mara nyingi sauti hii hupingana la Mungu kama vile ambavyo tulivyoona ya kwamba Adamu na Hawa walimwasi Mungu wakaona shaka. Hawa alivyoambiwa ya kwamba usile tunda hili, maana ukila utakufa, lakini Shetani akamwambia ati, hivi ndivyo Mungu alivyosema? Ikamletea mashaka. Kwa hiyo wewe ukiwa na mashaka juu ya uwepo wa Mungu, juu ya nguvu za Mungu, juu ya ya uponyaji Mungu anaoweza kukutendea, unaanguka katika mtego ule ule ambao adui anakusudia kukunasa, kukunasa, kukunasa, kukunasa. lakini pia Timotheo wa pili sura ni ile ya kwanza fungu la saba anasema Mungu hakutupa roho ya woga. Hata hivyo Shetani anapandikiza roho ya woga. Lishi ya mashaka, lakini pia anapandikiza woga, wasiwasi e. Unaogopa juu ya kesho, unaogopa neno. Mungu lasema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Unaogopa juu ya kazi yako, ukifukuzwa. Anakuletea mambo mengi ya mashaka na giza, na anapokuletea mashaka, tambua hili ya kwamba anaondoa imani, ambapo watu wa Mungu wataishi kwa imani. Kwa hiyo anachokifanya katika sauti hii ni ile sauti inayokutoa katika uwepo wa Mungu. Rafiki yangu nisikilize, ukidumu katika sauti hii utakuwa mtu wa mashaka, utakuwa mtu wa woga na hutakuwa katika mafanikio. Sasa, sasa ni kuelekeze katika e, sauti nyingine ambayo e, hii ndio ningetamani uwe unaisikiliza, ni control maisha yako, ni sauti ya Mungu au sauti ya Roho Mtakatifu. Hii inakuja na maongozi pamoja na hekima na amani ya ndani. Sauti ya tatu ni sauti ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Tofauti na zile mbili, sauti hii haiji kwa msukumo. Haiji kwa woga wala haiji kwa presha. Huja kwa upole na uthabiti na uhalisia. Kisayansi tungeita hii ni e, moral compass ya kimungu kiroho. Biblia inaonyesha wazi kuwa Roho ananena kwa wale walio wake, lakini ananena kwa njia za kiroho zaidi kuliko njia za kelele. Na hii inahitaji kuisikiliza kwa umakini sana maana ni sauti ya upole, haiji kwa presha. Inakuja kwa wale walio tayari kuisikiliza, inakuja na huendekewa. Katika masomo yanayokuja, nitazungumza mazingira ambayo yanaweza kufanya ukaisikia sauti hii, maanake hii haiji kwa, kwa namna hii hii tu, inakuja kwa mazingira ambayo unavyoendelea kuipa muda. Roho Mtakatifu haongei kutupa taarifa, anaongea kutupa uongozi. Haongei kukupa maelekezo, anaongea kukupa mwelekeo ukisikia jambo ndani yako ambalo halileti wasiwasi wasi bali linakupa amani, hata kama linaonekana gumu au huoni njia, mara nyingi huo ni uongozi wa Roho Mtakatifu. Ndio maana katika Wakolosai sura ile ya tatu fungu la 15 inasema, amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu, ambayo kwa tafsiri nyingine ni kusema amani ndio itakayokuwa ndani yenu katika Roho Mtakatifu eh, lakini pia katika Waefeso sura ile ya Wafalme wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa kwanza eh, ukisoma katika Wafalme wa kwanza sura ile eh, ya 19 tunaona kile ambacho kilimtokea Elia, ambapo alipokutana na Roho Mtakatifu na kuona sauti ikizungumza naye, unatambua tabia ambayo ilionekana kwake pale na Roho Mtakatifu jinsi alivyozungumza naye. Sasa sauti hii ya Roho Mtakatifu inahitaji kuisikiliza kwa umakini sana, maana si wote wanaoielewa na sio wote wanaoichagua. Maana Yesu mwenyewe alisema kwamba walio wangu wanaijua sauti. Kwa hiyo hii sauti, ili uweze kuisikiliza vizuri, inahitaji ufungamane pamoja na Kristo maana yake adui hataki kabisa usikie, na pia sauti hii kuisikia, kuna mazingira ambayo ndipo sauti hii unaweza ukaisikia, japokuwa Roho Mtakatifu hajakoma hata leo kuzungumza kwa moyo wenye dhambi. Ukisoma katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 10 fungu la 27 anasema kondoo wangu huisikia sauti yangu. Kwa hiyo ili kuisikia sauti hii kwa undani na hii inategemea maupana jinsi ulivyo na mahusiano na Mungu. Kuna wakati anatusadikisha katika dhambi, kuna wakati anatutoa katika dhambi. Kwa hiyo e, kuna namna nyingi ambavyo Roho Mtakatifu huzungumza. aininasema kwamba kondoo wangu huisikia sauti yangu. Je, unaisikia sauti ya Roho Mtakatifu wewe au unaipuuza? Je, ni sauti ya adui au ni sauti ya akili yako inayofanya kazi ndani yako? Lakini pia ukisoma Isaya sura ile ya ya 30 ya fungu lile la 21, nasema kwa masikio yako yatasikia neno hili e, ndiyo njia. Ukisoma hapo na kuendelea, nimesoma kwa kifupi sana, lakini utasoma katika Isaya sura ile ya 30 fungu la 21, hapo kuna maneno ambayo yanazungumzwa kuhusiana na roho huyu wa kweli. Lakini pia utasoma Warumi sura ile ya 8 fungu ni lile la 14, e, wanaongozwa na roho ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo huyu si haleti tu taarifa bali ni kiongozi, ukimkaribisha ndani ya moyo wako hata kuletea presha. na Roho Mtakatifu akikaa ndani yako utazaa matunda, na hata hivyo ukumbuke ya kwamba tofauti na zile sauti zingine, kwa mfano sauti ile inayozungumza kuhusiana na mawazo yako inaweza isiendane na neno la Mungu, lakini ikataka tu mantiki, ikataka urahisi. Ah bwana nifanye hivi kwa sababu litanirahisishia, yani nataka kurahisisha na na, na, na furaha ya mwili wako. Inataka, eh, wepesi wa mwili wako. Sauti yako binafsi inatamani yale maswala ambayo atakurahisishia atakupatia tu amani ya kitambo, eh, jambo liwe rahisi, lakini sauti hii hata kama wakati mwingine unaweza usione kama ina mantiki, lakini uhalisia ni sauti ambayo inaleta amani ndani ya moyo. Na nakupendekezea rafiki yangu wa Hope Rise Ministries, usisahau kusubscribe channel hii, usisahau kubonyeza alama ya kengele hapo, ili tunaporusha vipindi e, viendelee kukufikia, maana channel hii imedhamiria kukuletea habari njema za Mwokozi na kuweza kumfahamu Kristo, maana tumesema Hope Rise, maanake tumesema hapa e, Yesu ndiye tumaini letu. Kwa hiyo usisahau kushea lakini, pia kama una ujumbe, una swali, unaweza ukaachia hapo kwa njia ya comment. Mungu akusaidie uweze kusikia sauti.